Matangazo haya pia yanapatikana kupitia masafa ya FM 107.3 FM Dar es Salaam. Penyeza pasi ile, Jeannine Mukandayisenga! Jeannine, wana Yanga katika uwanja wa KMC Complex, wana furaha Yanga kwa hisani ya Jeannine Mukandayisenga, lilianzia hapo tatizo. Ilionekana kama muvi ya kawaida tu. Adebis ya kaiseti kumtafuta shinini na ikapigwa kama masihara. Winifrida amekubali aishe, wametafutwa sana. Simba Queens, Yanga Princess wanataka. KMC Complex anawekwa kamba hii <mulia>